Najua wewe sio mtu dhaifu, lakini jifunze kuchukua hizo nguvu zako na kuzileta mahali pa maombi. Hekima yako hiyo ambayo unafikiri kwamba ni hekima, ni kwa sababu tu haijakutana na maswala mazito kweli kweli ya maisha, itakufelisha muda ambao hautarajii. So, what do you do? Unaileta hekima yako, unamwambia Baba, sina hekima, nipe hekima. Hivi unajua hivyo unavyoishi hivyo, mtu wa Mungu. kuna kitu kinaweza kikatokea mbele yako sahii na jinsi ambavyo umezoea kutumia tu akili yako, utapigwa, hautaamini kwa sababu mambo mengi hayapo kama yanavyoonekana kwa nje. Siku yakitokea masuala ya maisha ambayo yanataka uwezo mkubwa wa kiakili, unaanza kugundua kumbe hauna akili kama ulivyodhani. Una, yani kuna wakati unapitia mambo magumu lakini unatamani tu ungesikia sauti ya Mungu ikwambie kwamba mwanangu niko pamoja na wewe. Hiyo ingetosha kukutia moyo. Unatamani hata ungepata ndoto zinazokuthibitishia kwamba kesho yako ni njema. Hamna ndoto wala maono. Kuna maandiko mengi kwenye Biblia ya watu ambao waliomba Mungu akawapa ishara ya kuthibitisha kwamba yuko pamoja nao. Baba kama ulivyofanya kwa Gideon, nipe ishara nijue kwamba uko pamoja na mimi. Umemaliza hapo. Hamna ishara wala dalili. He's quiet. Dark days, dark moments, dark seasons of life. When God is quiet, when God is silent, ni vizuri ujue kwamba ukimya wa Mungu na wenyewe ni sauti. Mungu huwa anaongea. Unajuaje huyu amepona kutokea kwenye kilichotokea? Kilichobaki ni makovu tu au bado ana vidonda? Ni pale ambapo akianza tu kukumbuka mambo yaliyomtokea, moyo unauma. Kule kuumia ni ishara kwamba haya mambo bado yana nguvu kwenye moyo wako, bado ni vidonda. Unajua kwamba hizi zimeacha kuwa vidonda, yamebaki tu kuwa ni makovu kwa sababu hata unapoyakumbuka ukitoa machozi ni kutoa tu machozi ya kusema Mungu ulinipitishaje pale. I can't understand. That was a very hard season kwenye maisha yangu. Wakati fulani nilishawishika kufikiri kwamba nisingeweza kutoboa. How did I go through that na nika survive? Machozi yanakutoka. Kuna mazungumzo Eva alifanya na shetani ambayo hayakutakiwa kuruhusiwa. Na yaliporuhusiwa, shetani akaingia. Angalia majanga ambayo ameuletea ulimwengu mpaka leo. Why? Kuna conversation iliruhusiwa ambayo haikutakiwa kuruhusiwa. Kuna conversation unafanya sasa hivi na mtu ambayo una entertain inaendelea, haikutakiwa kuwa inafanyika. Hivi ninavyoongea na wewe hivi, kuna mazungumzo yanaendelea kwenye simu yako, kuna chattings zinaendelea, unazientertain, lakini unajua kabisa huyu ni shetani aliyemwingia nyoka mwerevu, anapanga mistari yake pale. Conversation tunapitia mambo, alafu mwisho wa safari mtu akituangalia hata hatufanani kama tumewahi kupitia hayo mambo, kwa sababu hatukuruhusu yatuue. Unajua, kuna watu hivi tukiwaambia mambo tuliyopitia hawawezi kuamini kirahisi. Ukimwona Yesu leo katika utukufu wake, hafanani kabisa na alichopitia msalabani. Msalaba ulikuwa ni mahali pa aibu, mahali pa fedheha, lakini leo maandiko yanasema ameketi kuume kwa Baba katika utukufu wa Mungu. Hafanani kabisa alichopitia. Make sure mwisho wa safari haufanani kabisa na ulichopitia meanwhile, maandiko yanasema aibu yo